habari ni AyoTV magazeti ambapo kila siku ya asubuhi tunakutana hapa kuzijua habari mbalimbali mbali. ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania na ikiwa leo ni siku tarehe 27 ya mwezi wa kwanza 2017 na, na kukaribisha sana jina langu naitwa Alice Tupa na kwa siku ya leo habari ambazo tutaziangalia kwa undani zaidi ni pamoja na habari inayosema utata wa gubika DC Uyui kuachia ngazi ni habari hiyo ambayo inapatikana katika gazeti la Mwananchi lakini pia kuna habari nyingine ambayo tutaangalia kwa undani zaidi inayosema jinsi watu leo asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu, ripota wako wa nguvu Millard Ayo. Nimetembea tembea nikaa nikakutana na GSM Mall, hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall. E bana, siku hiyo kujua kama kuna watanzania wa, Tanzania, wa mewasogezea watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa tembea na mimi tuone moja moja jinsi ambavyo inakuwa na tukianza na gazeti la Mwananchi moja kwa moja kwa siku ya leo, katika ukurasa kwa mbele habari hiyo kubwa inasema, utata ugubika DC huyu kuachia ngazi. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili inasema mkuu wa wilaya ya Uyui Gabriel Mnyele amedaiwa kuachia ngazi bila kutoa sababu za uamuzi huo, na jana aliwaga madiwani wa CCM wilani humo katika kikao kilichofanyika kwenye ofisi za chama hicho zilizopo mjini Tabora. Hata hivyo, licha baadhi ya madiwani kudhibitisha, mwenyewe alipotafuta baadaye kwa simu alidai kuwa hajachia ukuu wa wilaya ila amewaaga kuwa anakwenda Dar es Salaam, huku akisema kwamba mamlaka uteuzi ndio inayopaswa kuzungumzia swala hilo. Lakini kwa mujibu wa madiwani hawa, akiwemo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Tabora Uyui Saidi Tahondi, mkuu lakini kwa mujibu wa madiwani hao akiwemo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Tabora Uyui Said Ntahon, mkuu huyo wa wilaya aliingia katika kikao chao na walipompokea kama mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya kwa wadhifa wake, aliwaeleza kuwa yeye si mkuu wa wilaya Uyui. Lakini kwa mujibu wa madiwani hao akiwemo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Tabora Uyui Said Ntahon, mkuu huyo wa wilaya aliingia katika kikao chao na walimpokea kama mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya kwa wadhifa wake, aliwaeleza kuwa yeye si mkuu wa ya Uyui tena, na kwamba alikuwa amemwandikia Rais John Magufuli kumwomba pumziko wadhifa huo. Hata hivyo hakueleza sababu. Mnyele, ambaye pia ni mwanasheria, aliwaeleza madiwani hao kwamba ataendelea kuwa mwanasiasa na kuwatakia kila laheri katika majukumu yao. Ntahonde alisema Mnyele aliwaaga jana alasili na kueleza kuwa alimwomba Rais Magufuli amkubalie kuachia nafasi hiyo aliyoshikilia kwa muda usiozidi miezi minane. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Mwananchi. Lakini katika ukurasa huu wa nne wa gazeti hili kuna habari nyingine inasema, jinsi watu 14 walivyofukiwa mita 38 chini ya ardhi. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema wachimbaji wadogo 14 kutoka mgodi wa dhahabu wa RZ uliopo Nyarugusu mkoani Geita wamefukiwa na kifusi baada ya udongo kuporomoka kwenye shimo lenye urefu wa mita 38 walimokuwa na chimba. Waliofukiwa katika tukio hilo lililotokea saa 9 sa usiku kwa mkea jana, ni wachimbaji 13, raia wa Tanzania na mmoja mwenye asili ya China, na hadi wanakwenda mitamboni gazeti la mwananchi jana usiku hakuna alikuwa ameokolewa. Akieleza tukio hilo, msemaji wa kampuni ya RZ Francis Kiganga alisema shimo lilofukiwa na udongo licha ya kuwa na urefu wa mita 38 kwenda chini pembeni lina njia yenye urefu wa mita nyingine 38. Alisema sababu za udongo kuporomoka na kuziba njia ni eneo hilo kuwa na mashimo mengine yaliochimbwa na wakoloni miaka liopita na kusababisha udongo kutitia. Alisema juhudi za uokoaji zinaendelea na kwamba wanaimani kuwa watu watakuwa salama kwa kuwa chini ya shimo hilo kuna mengine mawili ambayo yamewekewa mitambo ya hewa ya oxygen ili kuendelea kuwasaidia. Mmoja wa wachimbaji aliyeshuhudia tukio hilo Lucas Misalaba alisema saa nane usiku aliona shimo likititia, ndipo alitoa taarifa kwa wenzao walioko chini kusogea na kukaa pembeni, na baada ya muda kidogo shimo lote lilifukiwa na udongo Nia

ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Tukiziangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi kuna habari inayosema simu za mkononi zavuruga biashara na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili linasema ujio wa simu za kisasa smartphone ambazo zina teknolojia juu umeporomosha biashara bidhaa nyingine kama kalenda, saa za mikononi na upigaji picha. Mbali na kuporomoka kwa biashara hizo, ujio wa simu hizo umeathiri kwa kiasi kikubwa biashara za vifaa vya kurekodia sauti, tochi, mashine za hesabu na redio. Kabla kuingia kwa simu hizo maduka kuuza vifaa za ofisini kabla kuingia kwa simu hizo, maduka ya kuuza vifaa vya ofisini na shuleni yalikuwa yakifaidika na biashara ya kalenda na vitabu vya kuandikia kumbukumbu za kila siku ambavyo hutumika kwa mwaka mzima, lakini hali sasa ni tofauti. Biashara iliyoathirika zaidi ni upigaji picha inaohusu kwenda studio kupiga picha na baadaye kutoa nakala kwa ajili ya kumbukumbu na ile ya kupigwa picha mitaani iliyoshamiri miaka tisini. Ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa huu wa tatu, naweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi, na tukimalizia na habari nyingine kwa undani zaidi inasema: nyumba elfu nne kuvunjwa Vingunguti na Mnyamani. Na habari hii inasema nyumba elfu nne zinazotarajiwa kuvunjwa baada ya miezi sita katika kata ya Vingunguti na Mnyamani, manispaa Ilala, kupisha ujenzi wa mji wa kisasa nyumba elfu nne zinatarajiwa kuvunjwa baada ya miezi sita katika kata ya Vingunguti na Mnyamani, manispaa Ilala, kupisha ujenzi wa mji wa kisasa. Naibu mea wa Ilala Omari Kumbila Moto alisema hayo jana alipokabidhiwa mifuko kumi na mbili ya saruji kwa ajili ya ujenzi wa madarasa matatu ya shule ya msingi Miembeni. Kumbila Moto alisema kesho mwekezaji aliyemtaja kuwa ni kampuni ya PMM wataanza mazungumzo na wananchi kuhusu fidia ambayo wanatarajiwa kuchukua kati ya wiki nne hadi sita. Ni habari hiyo ambayo tunaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa sita wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini pia kuna habari nyingine zinazosema ajira kampuni za simu za mkononi zipo shakani, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa sita. Baroni kwa kumunguza maji moto mke mwenza, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Lakini pia kuna habari ya kimataifa inayosema Trump kujenga ukuta kuitenga Mexico, lakini pia TFF ya pepesa macho. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani wa gazeti hili la Mwananchi. Tukiliangalia gazeti la Nipashe mwanga jamii nalo kwa siku ya leo, katika kurasa kwa mbele kuna habari inasema, waziri ashindwa mtihani wa JPM. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika kurasa pula, gazeti hili linasema waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI George Simbachawene jana alishindwa kutaja faida ambayo imepatikana tangu kuanza kwa mradi wa mabasi yaendao haraka jijini Dar es Salaam Mei mwaka jana. Akizindua mradi huo juzi, rais John Magufuli aliwapa saa tano Simbachawene na waziri wa jenzi uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa. Lakini jana Chaweni alishindwa kutaja faida iliyotengenezwa na dati katika miezi 8 ya ukodishaji wa miundombinu hiyo kwa kampuni ya yudat katika mkutano na waandishi wa habari, na badala yake akataja tu mapato. Awamu ya kwanza kati ya sita za mradi huo imegharimu shilingi bilioni ya mradi huo na kumi na kuchukua miezi mitano kukamilika kwa lengo la kupunguza msongamano wa jijini

Simba Chaweni alisema tangu Mei mwaka jana zimekusanywa shilingi bilioni 19 na kwamba makusanyo kila mwezi yamekuwa yakiongezeka na kumekuwa na faida kutokana na uendeshaji wa mradi huo. Waziri Simba Chaweni alisema mradi huo kwa mwezi Mei ulianza kwa kukusanya shilingi milioni 800, na alisema makusanyo hayo yalipanda hadi kufikia shilingi bilioni moja, hadi shilingi bilioni mbili, shilingi bilioni bilioni bilioni hadi na na kwamba kwa Novemba na Disemba mwaka jana yalifikia shilingi bilioni tatu. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kwa

Kwa undani zaidi lakini pia kuna bado unasema mtoto aliyepigwa risasi Suma JKT aelekea kupooza. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu, tunasema mambo makubwa yameibuka katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na askari wa Suma JKT mkoani Arusha katikati ya wiki na kuwa watu watano, baada ya kubainika kuwa mtoto wa miaka 13 ambaye ni miongoni mwa majeruhi katika tukio hilo amepoteza mawasiliano katika viungo vyake vya mwili. Aidha, asasi na wanaharakati wamejitokeza kukemea kitendo hicho cha askari hao na taarifa za kitabibu kutoka katika hospitali ya Rufani ya mkoa Arusha ya Mount Meru zimeeleza kuwa hali hiyo inatokana na risasi kuingia katika uti wa mgongo. Na taarifa za kitabibu kutoka katika hospitali ya Rufani ya mkoa Arusha ya Mount Meru zimeeleza kuwa hali hiyo inatokana na risasi kuingia katika uti wa mgongo. Mtoto huyo sasa amehamishiwa hospitali ya Rufani ya KSMC Moshi kwa matibabu zaidi. Ni habari hiyo ambayo imeandikwa kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Nipashe, na habari hii unaweza kuandele ya kuisoma kwa undani zaidi. Na tukiliangalia pia gazeti la Mtanzania kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa inosema: siri nzito DC kujiuzuru mwenyewe apata kigugumizi mwenyekiti halmashauri dedi wa thibitisha. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mtanzania. Lakini pia kuna habari inosema wachimbaji 13 waofiwa wa kufa mgodini Geita. Ni habari ambayo unaendelea katika ukurasa wa nne. Lakini pia pori la Loliondo latenganishwa. Lakini pia kuna habari ya michezo inosema Micho asema afikoni meiku za Uganda. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Mtanzania. Vilevile vile tukiliangalia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku kwa siku ya leo, katika kurasa za mbele kuna habari zinazosema mgogoro wa mpaka ziwa Nyasa, tumekukutana April Malawi, lengo ni kumaliza mvutano wa mpaka baina ya Tanzania na Malawi. Sakata la Tanzania wanaoshikiliwa nchini humo kujadiliwa, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa wa gazeti hili la Majira, lakini pia kuna nyingine tiba, habari nyingine inayosema kafu yasema tutatafuta tiba migogoro, DC huyu ya jiuzuru asema hajakimbia kasi apawapinga polisi kuzuia maandamano yao habari hizi zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira, unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani. Gazeti la Jambo Leo nalo kwa siku ya leo katika ukurasa kwa mbele kuna habari zinazosema waziri ambipu Rais Magufuli ashindwa kutaja faida za dat kama walivyoagizwa, wa asema swala hilo lina misuguano ya wadau wa mradi ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine inasema mkuu wa wilaya wa Bwaga Manyanga, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. Lakini wachimbaji 14 wafunikwa kifosi... wachimbaji 14 wafunikwa kifusi mgodini wachimbaji 14 wafunikwa kifusi mgodini ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne. Na pia adaiwa kuwa mkewe upotevu wa shilingi 200. Ni habari hiyo nyingine pia ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine zinasema Kova aanzisha taasisi ya maafa ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. IGP asema bosigwe lukwako ni pasu ya kichwa. Na pia kuna habari ya michezo na usema Simba Sports Club kimeeleweka kombe Lifeway. Ni habari hizo zote ambazo unaweza kuendelea la kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za nane mwa gazeti hili la Jambo Leo. Gazeti la Tanzania Daima Sauti ya Watu nalo kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari zinazosema DC wa JPM ajitumbua, acha ujumbe mzito kwa watumishi wake. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini watu 14 wafukiwa na kifusi Geita ni habari hiyo nyingine ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa tano. Wanaume jijini Arusha wanyanyaswa ni habari nyingine pia hiyo. Madiwani waungana kudai

Madiwani waungana kudai posho mbili ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa sita, lakini pia kuna habari ya kimataifa inayosema ukuta wa Rais Trump wa kwama, na pia habari ya michezo ambayo inapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Tanzania Daima inasema, siri rufaa polisi da ya fichuka. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Tanzania Daima, na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi, tukimalizia na gazeti la Uhuru kweli Daima kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele linalo limeandika operation mifugo majeruhi kuishi na risasi mwilini. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne. Habari nyingine zinasema Majaliwa wasema mazao kuongezwa thamani kabla kuuzwa nje, Makonda Makonda tu siku saba kwa madereva taxi da, lakini pia kuna habari unasema UWT yapongeza ushindi wa CCM, moto ateketeza makazi ya polisi Moshi, na pia kuna habari unasema benki ya Dunia kuikopesha Tanzania dola milioni 350. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Uhuru. Na tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo tuna gazeti la Ijumaa peke yake, ambapo gazeti hili kama mnavyoliona katika ukurasa wake wa mbele kuna habari tu nyingi za udaku, lakini pia katika ukurasa wake wa nyuma kuna habari ya michezo ambazo, ambazo, ambazo habari hizi zote kwa siku ya leo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Ijumaa. Na tukiziangalia habari ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Bingwa kuna habari unaosema Habebeki: Mourinho amwambia Masho, nimekupa nafasi umeshindwa. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 23, na pia Baka watua rasmi kwa Aubameyang. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tisa. Chelsea wamtengea Vidal pon shilingi milioni 56. Roberto Carlos yasema mpeni Jesus mode, lakini pia kuna habari unaosema Evra, Evra rasmi Marcel ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Bingwa. Gazeti la Mwanaspoti kwa siku ya leo limeandika Rage ibeba Simba, Yanga chemka, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanaspoti, lakini Azam yaonyesha Simba bao tatu. Pia kuna habari nasema kama utani, Kaseja arudi enzi zake, ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa mbele. Habari za kimataifa zinasema Guardiola kutimua masta kumi, Jose Mourinho asema maisha yanajaribia. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa kwa kirefu zaidi katika ukurasa za ndani hili la katika ukurasa wa nyuma, gazeti mwana wa nyuma Mwanasporti na gazeti la Mwanasporti kwa siku ya leo linatofungia uchambuzi wa magazeti kutoka hapa AyoTV na millardayo.com, lakini kama kawaida endelea kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Jina langu naitwa Alice Tupa.